Ndege ya India, Air India, iliyokuwa inaelekea London ikiwa na abiria 242 imeanguka dakika chache tu baada ya kupaa kutoka mji wa magharibi mwa India wa Ahmedabad. Ndege hiyo ilikuwa inaelekea uwanja wa ndege wa Gatwick nchini Uingereza, na maafisa wa polisi wamesema imeanguka katika eneo la makazi ya watu karibu na uwanja wa ndege. Mkuu wa polisi wa jiji GS Malik ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa miili 204 imepatikana kutoka eneo la ajali ya ndege huku kukiwa hakuna taarifa yoyote ya manusura. Gazeti la India Express limenukuu taarifa za polisi likiripoti kuwa watu wote 242 waliokuwemo ndani ya ndege hiyo wamepoteza maisha. Maliki ameeleza kuwa miili iliyopatikana inaweza kuwa ya abiria waliokuwa ndani ya ndege pamoja na watu waliokuwa katika jengo ambalo ndege hiyo iliangukia, ambayo ni hostel ya madaktari wa chuo cha tiba cha serikali cha BJ Katibu wa afya wa jimbo la Dhananjay Duved amesema ndugu wa waathirika wameongwa kutoa sampuli za DNA ili kusaidia katika utambuzi wa miili, kwani baadhi ya maiti zimeharibika. Afisa mmoja mwandamizi wa polisi amesema kuwa eneo la ajali tayari limeondolewa takribani asilimia sabini hadi themanini ya mabaki, na juhudi zinaendelea kukamilisha kazi hiyo haraka iwezekanavyo. Waziri mkuu wa India, Narendra Modi, amesema ameshutushwa sana na ajali hiyo ya ndege. Ajali ya Ahmedabad imetushtua na kutuhuzunisha. Haielezeki jinsi inavyovunja moyo. amesema Modi katika ujumbe aloandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Mtandao wa kufuatilia safari za ndege wa Flight Radar 24 umesema ndege hiyo ilikuwa aina ya Boeing Boeing 787-8 Dreamliner, mojawapo ya ndege za kisasa zaidi zinazotumika kwa wakati huu tunathibitisha taarifa kisha tutatoa taarifa zaidi baadaye, lilisema shirika la Air India katika ujumbe lililoandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X. Mara ya mwisho ndege kuanguka nchini India ilihusisha ndege ya Air India Express mwaka 2020 ambayo ni tawi la bei nafuu la shirika la Air India, na watu 21 walifariki dunia katika tukio hilo. Hii ni Poa Media.